Wapendwa, karibuni tutafakari neno la Mungu siku hii ya Jumamosi. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na tatu aya kwanza hadi ya tisa. Wakati huo walikuwapo watu waliompasha Yesu habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, Mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo. Lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale kumi na wanane walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake, asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Uukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema; la usipozaa, ndipo uukate. Neno la Bwana. Wapendwa, leo Kristo katika injili anatupatia ujumbe wa kutubu. Katika somo la injili tulioisikia hivi punde, tumesikia watu kati ya makutano wanampasha habari Kristo kuhusu Wagalilaya ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Kadiri ya wanahistoria na wabobezi wa maandiko matakatifu wanaeleza kuwa Wagalilaya hao walikana mamlaka ya Kaisari, kiongozi wa dola ya Kirumi kwa wakati huo, na hivyo waligoma kulipa kodi na ndio maana wakaangukia katika mikono ya Pilato aliyekuwa akimwakilisha huyu Kaisari katika Uyahudi. Wapendo, baada ya Kristo kuelezwa habari za Wagalilaya hao anawajibu kwa kuwaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa na dhambi kuliko Wagalilaya wote na hata wakapatwa na mambo hayo? Anazidi kuwaeleza kwamba si kwamba walikuwa na dhambi kuliko Wagalilaya wote. Anasema, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Kristo aishii hapo, anaongeza na ile habari ya wale kumi na wanane walioangukiwa na mnara huko Siloamu. Anasema nao pia, si kwamba walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu. Anawaambia sivyo, msipotubu mtaangamia nyote pia. Wapendwa, watu hawa walimuuliza Kristo habari za Wagalilaya hao ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu. Pengine walikuwa wanataka kuthibitisha kwa Yesu kuhusu yale tuliyosikia siku ya jana kuhusu kupatana na mshtaki wako mapema, kuitafuta amani kabla hajakufikisha kwa kadhi. Wapendwa, katika habari hizi mbili tunapata mwito wa kutubu, yaani kujipatanisha na Mwenyezi Mungu. Kwa kutenda kwetu dhambi tunapaswa kwa haki ya Mwenyezi Mungu kuangamia, lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa wote wanaomwendea kwa toba ya kweli. Katika maisha yetu tunaweza tukajifananisha na wengine na kuona kwamba wao ni wadhambi zaidi kuliko sisi, kuliko wewe na mimi. Hapana, haiko hivyo. Kila mmoja kwa nafasi yake ajinyoshe kidole mwenyewe, atambue madhambi yake, afanye toba ya kweli na kujipatanisha na Mwenyezi Mungu. Wapendwa, pia tumesikia mfano wa mtini tasa ambapo mwenye shamba alienda kuchuma matunda asikute matunda, na anamwambia mtunzaji kuwa kwa miaka mitatu anakosa matunda katika mtini huo, hivyo unapaswa kukatwa. Na mtunzaji anamwambia wauache hata mwaka huu na kuupalilia na kuutilia samadi. Usipozaa basi na waukate. Wapendwa, Kristo anatarajia tutoe matunda mema. Kristo ana matarajio makubwa kwetu, na kila mwaka anatupatia nafasi ya kuzaa matunda, kuwa watu wema. Tunaalikwa kuyapalilia maisha yetu ya kiroho kuyatilia samadi kwa kufanya kitubio na kupokea Ekaristi takatifu na kuwa mashuhuda wadumifu wa imani yetu. Tumsifu Yesu Kristo.